Nawashukuru Watanzania wenzangu, sasa hivi wamezidi kuwaelewa hawa ndugu zetu wanaopigapiga makelele wanaopiga makelele wamejificha huko, hasa huyu ndugu yetu ambaye tulikuwa naye yeye alikuwa mkuu wa wilaya, alikuwa mwenezi, alikuwa balozi, tulikuwa naye lakini akaasi mamlaka, kama ilivyoandikwa kwenye Warumi kumi na tatu mstari wa pili eh, yeye ameasi mamlaka na sasa hivi sasa, baada ya kwa kuasi kwa mamlaka yeye sasa ameanza kuzungumza mambo kama vile mtu ambaye ameanza kuchanganyikiwa. Amekuwa akitoa tuhuma nyingi, kwa sababu tulikuwa naye. Kama kweli ni mkweli, kama kweli ana nia nzuri na nchi yetu ya Tanzania, kama kweli ni mzalendo wa kweli, ana moyo wa kweli, kwa nini basi hakuwa anazungumzia hayo mambo hapa ndani? Bwana, sisi tunao watu hapo hapa ndani wakiwa hawafurahishwi na mambo wanazungumza hapa, wanazungumza hadharani na hawapo wala hawaondoki. Eh, wengine kwa hasira tu wanaondoka na tunao hapa hapa, eh. Eh, lakini yeye kama kule na nia nzuri, kwa nia aende kule nje. Na ameenda kule nje, alikutana na watu fulani, eh, alikutana na watu fulani kama wiki tatu zilizopita na wakazungumza na akawa amepelekewa pesa, eh, na akaambiwa jitahidi sana kuvuruga uchaguzi huu Taarifa tunazo tunajua, wanaokufadhili tunajua, na wanaokupa pesa kila kitu tunajua, ili uharibu, uharibu amani ya nchi yetu. Lakini wewe ni ngumu, ni ngumu kwa sababu Watanzania wana akili, kila mmoja Mtanzania ana akili. Unaweza ukaongea na Mtanzania na kuangalia tu hivi, ukafikiri maneno yako yanayoongea yanaingia. Mtanzania anamwambia jambo analitafakari mara mbili eh? kwa hiyo Watanzania sisi tumesha kujua nia yako ulichokuwa unakitaka umekikosa. Sasa siku zote huwa mtu anapokosa jambo huwa na maneno mengi. Unapokuwa unataka kitu fulani kukikosa, unatafuta sababu nyingi sana, ili watu wajaribu kukuelewa, kumbe wewe dhamira yako kwamba baada ya kukosa kitu fulani, sasa unakuja na jambo fulani ili uweze kuharibu. Ni ngumu. Nchi yetu ni nchi ya amani, sisi ni Watanzania, tunaishi kwa amani, tunapendana tunapenda kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Mimi nikafanya biashara Mwanza, wa Mwanza jikufanya biashara Dar es Salaam, wa Dar es Salaam, wanie Dodoma, wa Dodoma, ende Shinyanga, ndio nchi yetu. Mimi niende Zanzibar, nikatembee, nikaoe Mzanzibari, Mzanzibari akamwoe Mchaga, Mchaga akamwoe Mkurya, Mkurya akamwoe Mnyamwezi, ndio nchi yetu. Hey, Musa kametkamkale ha, naasumani ndio nchi yetu. Nchi yetu imechanganyika, tunaishi kwa amani na utulivu, tunaishi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo Watanzania, sisi ni waelewa. Hakuna Mtanzania yoyote ambaye anaweza kukubali amani tuliokuwa nao tuweze kuiharibu. Hakuna, hakuna. Sisi nchi yetu ni nchi ya amani, na tunailinda amani yetu kwa nguvu zote, kwa nguvu zote. Kwa hiyo, ndugu yetu wewe, nitakuomba Unapoteza muda wako tu unaolipwa una, una, una na hawa wanaokulipa hizo pesa, wanapoteza muda wako tu bila sababu yote ya msingi. Tunakujua unashirikiana na fulani na fulani, tunakujua na vikao vyenu mnavyokutana vyote tunajua, si nataka tukwambie, tunawaelewa. Nchi yetu ni ya amani, na nataka niwaambie Watanzania tuendelee kushikamana kwa utulivu, tuwaache hawa huni tuwache tuache wa, wa, wa huni, tuwache wa, viula waongee wanayoongea ya dharauni, tujenge nchi yetu. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi. Namshukuru sana watumishi wa Mungu juzi kwenye ibada wameongea maneno mazito makubwa na kuwaasi Watanzania wote kujiandaa kwa wingi kupiga kura, kujiandaa kwa wingi siku hiyo, tarehe ishirini na tisa, kukutana katika vituo vya kupiga kura kama wingi ule ule ambao mama Samia ameushangaa hasa kuelekea mikoani Mama Samia imepokelewa na watu wengi ambao hakutegemea kabisa. Kwa hiyo maelfu na maelfu wali tuliopokea Mama Samia kwa wingi katika mikoa mbalimbali na kwenye mikutano yote ya kampeni, basi ninawaomba wote kwa pamoja, tarehe ishirini na tisa tukutane kwa pamoja, ili tukamchague kiongozi tunayemtaka kuanzia ngazi ya udiwani na kuanzia ngazi ya ubunge na mpaka ya rais. Nchi yetu ni nchi ya amani, Tubaki na amani yetu, tuwadharau hao ambao wanataka kutuvuruga sisi, ambao tumeishi na amani yetu kwa kipindi kirefu. Tujenge nchi yetu, tusomeshe watoto wetu, tulinde tulichokuwa nacho. Hii nchi yetu ni ya kwetu wote, sisi ni Watanzania, hatuna nchi nyingine ambayo tutakimbilia. Amehifadhiwa huko, analipwa pesa, anapewa pesa, anapewa hela ya kula, analipiwa ya kulala, kila kitu anapewa. Kwa hiyo yule mwenzetu anafadhiliwa. Sasa hebu niambie mimi leo nikawe mkimbizi nikakimbilie labda nikaishi wapi huko Uganda nikakimbilie hata nilisha nani mtaishi vipi nina watoto nina familia nina mababu nina shangazi nina wajomba nina biashara zangu hebu tuwapuze tujenge nchi yetu uchaguzi ni sehemu ndogo sana katika maisha Uchaguzi ni kitu kadogo sana katika maisha. Huu uchaguzi utapita na maisha yanaendelea. Uchaguzi huu usitugawe, uchaguzi huu usitufanye tuje kuishi maisha ya shida, tuje kujutia katika maisha yetu yote. Sisi tuungane kwa pamoja, tuchague viongozi wetu, uchaguzi upite na maisha ya kila siku yaendelee uzuri. Wapinzani wenyewe wana akili. Nimekutana na mpinzani mmoja juzi, jina nalihifadhi, ameniambia nisiwe na nataji jina lake, amesema tena ilikuwa ni kiongozi wa juu wa chama cha upinzani, wa juu kweli kweli. Amesema bwana, sisi kama upinzani tuliokuwa tunayapigia makelele yote yameshatengenezwa na CCM. Sasa sasa hivi hatuna cha kupiga makelele tumepiga makelele makelele, barabara zimetengenezwa. Tumepiga makelele ya afya, vituo vya afya kila sehemu ya afya zimetengenezwa. Tumepiga makelele umeme, sasa hivi umeme kila kona ya kijiji, nyumba za ajabu ajabu umeme unawaka. Tumepiga makelele ya maji, sasa hivi maji kila sehemu maji yanamiminika. Tumepiga makelele kila makelele tunayopiga kila siku anatekeleza CCM. Sasa hatuna tulichobakia sasa, tumebakia kumtukana kiongozi na mtoto wake. Ndio tulioje tu tubaki nazo, tuna hoja, tubaki na hoja za matusi. Kwa hiyo mimi nimeamua sasa hivi niachane na hii siasa ya ya matusi, nimeamua kutulia. Sitaki kabisa habari za siasa, nimetulia yani hiyo, nimeamua kutulia. Kwa hiyo kiwe yeye mpinzani ameongea ukweli, ameongea ukweli na amekuwa mwazi kwamba vyama vya upinzani havina hoja. Mimi kila siku ninasema wapinzani Leteni hoja nasi ka tuta, utajibiwa hoja zako kwa hoja, sio kwa maneno ya uchonganishi, si kwa maneno ya matusi, si kwa maneno ya kumtukana kiongozi wetu, si kwa maneno ya kumtukana watoto wa rais, viongozi. Matusi ya nini? Matusi ya saidia kitu eh? Wewe unaangalia kila mpinzani unamwangalia na hasira, ana hasira, na hasira nini? Sisi hatutaki hasira. Wewe ndio na hoja, tuambie bwana, tukikupa tukikupa nchi hii utafanya nini? Kwanini tukupe nchi? Eh, tunakupa nchi kwa sababu gani, utuambie, na sisi kama Watanzania tuone kwamba tuache kuwapa CCM, tuwape wapinzani, kwa sababu wapinzani watafanya A B C D. Lakini nyinyi hamji na hoja, nyinyi mnakuja na hasira tu eh. Na kama hivi navyoongea kwenye mitandao wanatukana, mimi nawaonaga watu kana tu. Nyinyi tukaneni tu, lakini ukweli utabaki kuwa ukweli na ukweli utabaki ukweli kwamba CCM ndio chama pekee kinacholetea maendeleo wa Tanzania na mpongeza mama Samia kampeni zake, amekuwa akipongelea kwa kishindo kikubwa sana. Na uchaguzi huu, nazidi kuomba watumishi wa Mungu kila kona, wa maaskofu, wa wachungaji, mashehe wote, ombeni uchaguzi wetu, uchaguzi wetu ukafanyike kwa amani na utulivu, na kama watumishi wa Mungu mvosema, kuasi washirika wote katika maeneo mbalimbali nchi nzima kujiandaa na uchaguzi, na nawaombeni watumishi wa Mungu kila kwenye ibada mwendelee kuwakumbusha watu wote kwamba ifikapo tarehe 29 wote tukutane katika vituo vya uchaguzi.